Wenzetu wa Taasisi ya Udhibiti wa Ubora wa Mbegu Tanzania Toski, na wao wanaelimisha wakulima namna gani, mkulima unapokwenda kununua mbegu bora ya mahindi na mazao mengine yote, uhakiki zile mbegu kabla hujatoka dukani, kama mbole, mbegu hiyo ni feki au sio feki. Kwa hiyo elimu tunayoitoa tunaitoa elimu kwa kushirikiana na taasisi zetu, lakini pia na sekta binafsi. Tuko na makampuni ya mbegu, makampuni ya mbolea kwa ajili ya kuelimisha wakulima e, kanuni bora za kilimo, lakini na namna ya kutumia pembejeo wanazozizalisha. Kwa hiyo mbegu bora ndio usalama wa chakula, mbegu bora ndio usalama wa maisha ya kwetu, na mbegu bora lazima ifanyiwe utafiti na ihakikiwe utafiti wake na ihakikiwe ubora wake. Kwayo sio kila kitu nasema ni mbegu ah, mbegu bora lazima, cha kwanza, ifanyiwe utafiti. Ifanyiwe utafiti kwa maana kwama je, inafaa kwa mazingira ya mkulima. Tunawahamasisha sana, tuhakikishe tunafanya kilimo chenye tija, kilimo ambacho kitatuinua kama wanajamii, lakini kilimo biashara pia zaidi ni waase tu. Tuna dhana ambayo ijatambulika au kuthibitika kwamba asilimia kubwa ya watu wakanda huu wasimiu wanaamini ukitumia mbolea inaua shamba, kama nilivyotoa mfano huko awali kwamba nguo ikichafuka inahitaji nini? Sabuni na maji, si ndio? Sasa kama sabuni na maji inaweza kachafua nguo wakati nasafisha, iweje mbolea ukitumia kwenye shamba iue shamba? Basi ni waase tuondokane na hiyo dhana, si ndio?